Miswada ya sheria ya serikali. Mswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni hamsini na sita bilioni mia nne tisini bilioni mia mbili hamsini na sita na 212000 kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu wa hazina kwa mwaka unaoishia tarehe 30 Juni ishirini ishirini na sita kutumia fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka huo, kuruhusu kuhamisha baadhi ya fedha pamoja na mambo yanayohusiana na, na malengo hayo yani a bill for an act to apply a sum of 56 trillion 490 billion 256 million and 212000 shillings out of the consolidated fund to the service of the year ending on the 30th day of June 2026 to appropriate the supply granted for that year to authorize the reallocation of certain appropriation and to provide for matters connected with those purposes. Kusomwa mara ya kwanza. Mheshimiwa Wabunge, mswada umeshasomwa mara ya kwanza. Katibu. Mswada wa Sheria ya Fedha za Matumizi wa mwaka 2025, yani the Appropriation Bill 2025 kusomwa mara ya pili. Katibu muswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 56 bilioni mia nne tisini milioni mia mbili hamsini na sita na 212 elfu kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu hazina kwa mwaka unaoishia tarehe thelathini Juni ishirini ishirini na sita kutumia fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka huo kuruhusu kuhamisha baadhi ya fedha pamoja na mambo yanayohusiana na malengo hayo yani a bill for an act to apply a sum of 56 trillion 490 billion 256 million and 212,000 shillings out of the consolidated fund to the service of the year ending on the 13th day of 30th day of June 2026 to appropriate the supply of granted for that year to authorise the reallocation of certain appropriation and to provide for matters connected with these purposes kusomwa mara ya tatu and to provide for matters connected with these purposes kusomwa mara ya tatu Waheshimiwa wabunge mswada umeshasomwa kwa mara ya tatu sasa nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki mswada wa sheria ya fedha za matumizi kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano, yani the appropriation bill 2025, waseme ndio, wasioafiki waseme sio. Wote mmeafiki. Asanteni yes, sana. Waheshimiwa wabunge, mswada huu huwa unasomwa kwa utaratibu huu, uh, kwa maana ya kwamba tukishapitisha bajeti basi mswada huu unapitishwa kwa, kwa hatua zote tatu tukiwa tumekaa hapa ndani, kwa sababu inachozungumza ni kile ambacho tumeshatoka hapa kupitisha. Kwa hivyo na nyinyi baada ya kuwahoji, mmeafiki. Kwa hivyo nitangaze rasmi kwamba mswada wa sheria ya fedha za matumizi kwa mwaka kwa mwaka elfu, wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, yani the Appropriation Bill 2025 umepitishwa rasmi na Bunge, na kama ilivyo ada mswada huu sasa atapelekewa mheshimiwa raisi ili na yeye aweze kufanya kwa sehemu yake kwa kadri katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa wa bunge, kwa, kwa hatua hii tumefika mahali ambapo bunge limeshapitisha bajeti kuu ya serikali, lakini pia bunge limeshapitisha sheria ya fedha ambayo uh, tumeipitisha hapa sasa. Na kwa kusema hivyo, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha.